Na kiukweli wala hazikupita dakika tano, mbele bibia Alexi naye akatoka akashangaa sana kumkuta Rando akiwa ana zugazuga hapo nje ya nyumba yake kwa kukata ukoka. Rando alitabasamu kisha akamsogelea bibia Alex karibu na kusalimiana, ila Alexi akawa amenuna sana, maana toka ameupata huu ujauzito wa mashaka mashaka amejikuta tu akimtukia Rando automatical bila sababu yoyote ile. Alexi aliondoka zake na kuelekea kule walipo mashoga zake, yaani nyumbani kwa Speransa hivyo akamwacha Rando katika hali ya mawazo tele. Rando alikata shauri, maana hajawahi kukosa kukipata kile anachokitaka. Alielekea mahali gari lililobeba vifaa vya nyumbani kwa Speransa lilipopaka, kisha akachukua boksi zito na kuelekea nalo humo ndani kwa Speransa ili tu akakutane vizuri na Alex wake, maana Rando kajikuta nampenda bibia Alex kuliko hata anavyompenda mke wake. Rando akazama ndani. Alright, my people. Hebu guess what is going to happen, ili ujishindie vocha yako, twende sawa? Basi, wakati bibi Esperanza, Alex na Natali wakiwa na vipanga vitu huko jikoni, mara ghafla walishangaa kumwona Rando akiingia ndani. Bibi Alex akajihisi wazimu, kwani hakutaka kabisa kumtia Rando machoni.